Ya siku hii inaadhimishwa nchini Malaysia kwenye mji unaitwa Melaka. Kwa hiyo kule kuna kongamano kubwa la dunia, majadiliano yataendelea kuhusu namna bora ya kuendeleza sekta hii muhimu adhimu na adimu kabisa ya, ya utalii. Kama mnafahamu, utalii unachangia kwa kiasi kikubwa kwenye maendeleo ya nchi. Utalii ni ajira, tutaeleza kidogo. Utalii unachagiza ukuaji wa sekta nyingine kuna sekta hata hapa nchini haziwezi kuendelea bila sekta ya utalii kufanya vizuri. Kwa ni siku muhimu kwetu sisi e, wadau wa sekta ya utalii na wahifadhi ambao ndio chanzo cha utalii hapa nchini. Kwa hiyo kwa kifupi tu e, serikali ya Tanzania inatambua na kuwapongeza wadau wote. Sasa mheshimiwa rais cha kwanza ametuma salamu kwa wadau wetu wote wa utalii. Siku hii tarehe 27 mwezi wa tisa, na yeye yuko na kwenye shughuli nyingine huko, lakini ametuma salamu kwa wadau wote habari e, mchukue salamu hizi rasmi za Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anawatakia kila la heri d taml walimu wetu mliopo hapa leo, pia mfikishe kwa walimu wengine wote ambao ni wadau wa utalii. Mheshimiwa Rais anaahidi kuendeleza mageuzi katika sekta hizi kama ambavyo amefanya kivitendo, na anawatakia kila laheri wadau wetu.